Ayubu Jacob Mwanjala e, kazi yangu mimi ni mwalimu, nafundisha Pankumbi sekondari iliyoko jiji la Mbeya e, nimekuja hapa, lengo langu ni e, kutangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Mbeya mjini. Mimi ni mwanachama kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hiyo, e, lengo langu nataka kugombea ubunge katika jimbo hili la Mbeya mjini kupitia chama chama changu cha mapinduzi. Nia ya kutaka kugombea katika jimbo hili la Mbeya mjini e, jimbo hili nalifahamu vizuri na nafahamu wananchi, na kwa sababu na mimi naishi hapa, najua maisha halisi ya wana Mbeya mjini. Maisha halisi ya wana Mbeya mjini, asilimia kubwa ya wananchi wa jimbo la Mbeya mjini ni wajasiriamali Wapo wafanyabiashara wakubwa, lakini wapo wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo wajasiriamali hawa na wafanyabiashara hawa wakubwa wanatakiwa waishi katika mazingira ambayo kwa kweli yanawavutia, ni mazuri. Wanatakiwa waishi kwa amani, wafanye biashara zao kwa amani. Kwa hiyo eh, mimi kero zote ndogo ndogo za maisha eh, ya watu wa jimbo la Mbeya mjini eh, nazifahamu kwa sababu naishi humu na mimi ni mwananchi wa humuhumu humu. Na mimi ni mtu wa maisha yale ya chini, sio maisha yale ya juu. Kwa hiyo nafahamu sana maisha yao, wanahitaji amani, wanahitaji huduma ziwe karibu, hasa huduma za maji maji. Kuna wazee wengine wamestafu kazi, kuna wamama wengine wanapata shida ya maji, lakini wanahitaji maji yawepo muda wote, ili shughuli zao za uzalishaji mali ziende eh, kwa mujibu eh, kadiri Mungu alivyopanga. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Takuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi. Andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.